Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan leo amemwapisha rasmi Dr. Mwigulu Nchemba kuwa waziri mkuu, akimweleza uteuzi wake umepitia ushindani mkubwa. Hata hivyo, Dr. Samia amesema licha ya kuwa na ushindani mkubwa, lakini katika vigezo kadhaa Dr. Mwigulu amewashinda wenzake kwa sifa kidogo kuliko alioshindana nao. Dkt. Samia pia ameeleza hayo leo Novemba 14 wakati wa kumwapisha waziri mkuu mpya Dkt. Mwigulu Nchemba aliyemteua jana na kuthibitishwa na Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hafla ya kumwapisha Dkt. Mwigulu imefanyika Ikulu Chamwino jijini Dodoma, na kuhudhuriwa na viongozi mbalimbali waandamizi wa serikali na wastaafu. Vigezo vyote vilivyopimwa, tumepima katika maeneo mbalimbali vya kutumikia nchi hii na kulitumikia taifa hili kubwa zaidi kuwatumikia wananchi wa jamhuri ya muungano wa Tanzania alisema Dr Samia hii ni M-Media mimi naitwa Betram Chopa Dr Mwigulu uteuzi wako umepitia ushindani mkubwa ushindani mkubwa na katika vigezo kadhaa umeibuka kuwa na sifa nyingi kidogo kuliko wengine ulioshindana nao, na vigezo vyote vilivyopimwa. Tumepima maeneo mbalimbali ya kuitumikia nchi hii ya kulitumikia taifa hili kubwa zaidi, ni wa kutumikia wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, narudia, wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kazi zako na maelekezo yote yamo kwenye katiba, lakini nimekukabidhi vitabu vinavyoeleza majukumu yako na mambo yote ambayo unatakiwa kuyaangalia. Umepokea kijiti kutoka kwa waziri mkuu mstaafu ndugu yetu mheshimiwa Kasim Majaliwa ambaye amefanya kazi nzuri kufanikisha, kufanikisha tunayotamba nayo leo tukitamba na ujenzi wa mashule, tukitamba na vituo vya afya, ma hospitali ya kanda ya rufaa. Kila tunachotamba nacho leo, yeye alikuwa nyuma yangu kuhakikisha yanakwenda vizuri.